Papa Francis kwa jina la kuzaliwa Jorge Mario Bergoglio alizaliwa tarehe 17 Desemba 1936 huko Buenos Aires, Argentina yeye ni papa wa 266 wa kanisa Katoliki na ndiye papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na pia wa kwanza kutoka nje ya Ulaya tangu Papa Gregory wa tatu wa karne ya nane. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 13 Machi 2013 baada ya kujiuzulu kwa Papa Benedikto wa 16. Papa Francis ni mtoto wa wahamiaji wa Kiitaliano. Alisoma kemia kabla ya kujiunga na shirika la wa Jesus mwaka 1958. Alipata daraja la upadri mwaka 1969 na akawa askofu mkuu wa Winos Aires mwaka 1998. Aliteuliwa kuwa kardinali wa Papa Yohana Paulo wa pili mwaka 2001. Anajulikana kwa maisha ya unyenyekevu kutetea maskini na msimamo wa huruma zaidi kuhusu baadhi ya mafundisho ya kanisa. Ametilia mkazo juu ya haki za kijamii, mabadiliko ya tabia nchi na kupinga ufisadi. Ameonyesha msimamo wa wazi kuhusu haki ya wahamiaji, ulinzi na mazingira ya mageuzi ndani ya kanisa. Ametembelea mataifa mbalimbali mbali duniani kwa ajili ya kuhubiri amani na mshikamano. Baada ya kujiuzulu kwa Papa Benedikto wa kumi na sita mwaka elfu mbili na kumi na tatu, Begolio alichaguliwa kuwa Papa alichukua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi ambaye alijulikana kwa maisha ya unyenyekevu na upendo kwa maskini. Papa Francis, licha ya umri wake mkubwa amekuwa akiendelea na majukumu yake ya kipapa huku akikumbwa na changamoto kadhaa za kiafya mpaka mauti ilipomkuta. Mazishi ya Papa kwa kawaida huwa ni hafla kubwa ya heshima ya heshi juu, lakini hivi karibuni Papa Francis aliidhinisha mipango ya kufanya utaratibu mzima wa mazishi yake endapo akifariki uwe rahisi zaidi. Mapapa waliotangulia walizikwa ndani ya majeneza matatu yaliyopangwa kwa kufuatana la mti wa Cyprus, la risasi na la mwaloni. Lakini Papa Francis amechagua kuzikwa katika jeneza rahisi la mbao lilowekwa ndani ya bati la zinki. Aidha, ameondoa utaratibu wa kuwekwa mwili wa Papa juu ya jukwaa maalum ndani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa ajili ya watu kuaga hadharani. Badala yake waombolezaji wataalikwa kutoa heshima zao wakati mwili wake ukiwa ndani ya jeneza lenye mfuniko ulioondolewa Fransi pia atakuwa papa wa kwanza katika kipindi cha zaidi ya karne moja kuzikwa nje ya Vatikani. Atazikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Maromeja, mojawapo ya kanisa makuu manne ya kipapa jijini Roma. Mimi ni Fatina Suleimani.